Kamati ya usalama ya mkoa pamoja na kamati ya usalama ya wilaya ya, ya Kasulu, e, leo tumeamua kutembelea uh, mto Malagarasi e, kuna ishu kubwa mbili. Ya kwanza tulipata taarifa kwamba imeonekana kuna viumbe wengi wamekufa wame kwenye huu mto na wameona kuna uh, samaki wadogo wamekufa, kuna vyula wamekufa. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo taarifa, tukaona kwa kweli ni ishu ambayo lazima tuje kama kamati za usalama tuweze kuona e. Kimsingi tumeupita tumezunguka e, kuona huu mto kama viumbe hivyo vipo, lakini hatukufanikiwa kupata chochote. Lakini kikubwa ni kwamba ukipata taarifa kama hizi ambazo ni, ni, ni, ni muhimu sana, ni lazima uzifanyie kazi a, sisi kama mkoa tulipokea taarifa za kuwepo kwa viumbe pamoja na samaki ambao inasemekana walikuwa wanakufa kwenye mto Malagarasi na sisi kama wataalamu tukajua kabisa kwamba hili yawezekana likawa ni tukio ambalo linaweza katalisha afya jamii. Kwa hiyo katibu tawala wa mkoa, mkuu wa mkoa wakaunda timu, tukawa timu ya wataalamu ambao tumekuja kwa ajili ya kuona kuchunguza. Kitu ambacho kikubwa ambacho tumefanya sisi kama wataalamu ni kuchukua baadhi ya sampuli ambazo tunadhani kwamba tunaweza kufanyia uchunguzi ili kujua na kubaini kwamba huenda kile kinachosemwa kama ni sumu, kama ni namna yote ile inabainika ili kujua kwamba watu wetu wanabaki salama na kulinda ile afya ya jamii. Lakini sambamba na hilo, tunaendelea na zile taratibu za kiafya kwa maana ya mwongozo wa wizara ya afya kujua tetesi na kila habari yoyote ambayo tunadhani kwamba inaweza ikatokea kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, na tunawasii mtu yoyote atakayekuwa na changamoto ya kiafya kwa sababu ya changamoto labda hii au jingine lolote asisite kufika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya na sisi tutakuwa tayari kuwachunguza na kuona kama wana changamoto inayohitaji matibabu au jambo lingine. Kwa hiyo wajitokeze kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya waweze kupata huduma kama watapata changamoto yote. Lakini pia tunaendelea kama kwa, kwa, kwa sababu mimi nasimamia utoaji wa huduma lakini ufuatiliaji katika mkoa huu na wasi wote wanaoshughulika na jambo hili nasi pia watoa huduma katika ngazi ya jamii, tuendelee kutoa taarifa sahihi kwa ajili ya ufuatiliaji na kuona kwamba hakuna mtu ambaye amepata madhara yoyote ambaye hatabaki kwenye jamii bila kuwa na taarifa na kuchukuliwa watu wastahiki.